Miradi mingi mikubwa ya kimkakati ilikuwa ikijengwa kwa fedha za wafadhili, lakini kupitia Rais Daktari Samia Suluhu Hassan tunaona uthubutu wake kwamba fedha za ndani imevyoweza kujenga miradi mikubwa ya kimkakati kenda Longido, tumeweza kujenga miradi mikubwa. Leo tunajenga bwawa la Farkwa, lakini tunajenga bwawa la la, la, la, la, la, la, la, la nani hapa la kupeleka maji Dar es Salaam, ambao ni mabwawa ambayo yalikuwepo katika la Kidunda ambayo imezungumzwa kwa muda mrefu sana